Jina langu ni Mchungaji Solomon Yohana, mkurugenzi wa idara ya uwakili amana, eh, majengo pamoja na chama cha atape katika eh, conference ya North East Tanzania conference eh, na hapa niko mbele yako kukukaribisha, lakini pia kukutambulishia tukio kubwa ambalo liko mbele yetu, tukio eh, la kukutanisha wanaume wote wa conference hii. Tukio hili ni tukio muhimu, tukio maalum, tukio ambalo haijawahi kutokea katika eh, siku nyingi za konferensi za, za, za hii mahali ambapo wanaume e, watakutana kwa ajili ya kujifunza, kujadili, kuweka matazamio yao ya maisha ya Ukristo, matazamio yao ya maisha ya kiroho, lakini pia matazamio yao ya maisha e, ya kiuchumi ah, hii itakuwa ni tarehe ishirini e, na sita mpaka tarehe thelathini ya mwezi wa kumi na moja eh, mahali ambapo wanaume kutoka mkoa wa Kilimanjaro Tanga eh, watakutana hapa hapa katika makao makuu ya North East Tanzania eh, conference. Tunawaalika wote, hakikisha kanisa lako linapata mwanaume ambaye atakuja kuliwakilisha, lakini hakikisha kwamba mume wako, hakikisha kwamba baba yako, hakikisha kwamba ndugu yako wa kiume umemtia hamasa ya kwamba ahudhurie mkutano huu kwa sababu utakuwa ni mkutano wa maana na wa manufaa makubwa sana kwa kila mwanaume atakayehudhuria. E, ninakualika usipange kukosa. Wewe ambaye ni mzee wa kanisa, wewe ambaye ni kiongozi wa idara ya AMO kanisani, wewe ambaye ni kiongozi wa idara ya vijana kanisani, wewe ambaye ni kiongozi wa unayeshughulika na familia ni, ni, ni, ni, ni, ni mtu wa kiume, lakini wale ambao ni wajasiriamali wa kiume, wale ambao e, ni vijana waliomaliza vyuo, wale ambao ni vijana wanaotafuta ajira Hakikisha umehudhuria katika kongamano hili kubwa na la muhimu mno la kihistoria, ili tuweke historia pamoja. Watakuwepo waalimu wazuri sana wa maswala ya uchumi, watakuwepo waalimu wazuri sana wa maswala ya kiroho, watakuwepo waalimu wazuri sana wa masuala ya saikolojia, watakuwepo waalimu wazuri sana wa maswala ya malezi ambao wamebobea, ni watu wabobezi sana na hivyo, ukikutana nao utakuwa umekutana na kitu bora na cha muhimu kwa mustakabali wa maisha yako. Karibu we mwanaume. Njoni, tufanye kiume. Mungu awabariki sana.